Familia iliyowapoteza wapendwa wao saba, wakiwemo ndugu watatu kwenye ajali ya barabarani huko Maimahiu mjini Naivasha, imeendelea kuomboleza huku maandalizi ya mazishi yakiwazidia ya nguvu. Na haya yanapoendelea, sasa inabainika kuwa dada ya ndugu watatu walioangamia kwenye ajali hiyo aliponea tu kwa kuwa aliamua kusalia nyuma wenzake walipoondoka. Wili Lusige na taarifa hii kwa kina. Maandalizi ya mazishi yameanza katika kijiji cha Kamirithu, Limuru, kaunti ya Kiambu. Katika boma hili, wingu la huzuni na majonzi limetanda baada ya kifo cha ndugu watatu, watoto watatu wa mmoja wao pamoja na mtoto wa mfanyikazi wao wa nyumbani. Gojito. Saba hao walifariki kwenye ajali ya barabarani siku ya Jumamosi kwenye barabara kuu ya Naivasha Mai Mahiu walipokuwa wanatoka kwenye mazishi ya binamu yao eneo la Longonot. Mke wa Francis Muturi aliyefariki kwenye ajali hiyo pamoja na wanawe watatu akipatwa na mshtuko na kulazwa hospitalini baada ya habari za kifo cha watoto wake na mumewe kumfikia. Asubuhi ya leo, mama bibi ya Muturi aligojeka, tukamkimbiza Limuru, e, wakati tulikuwa tunapanga kutoka tena eh, akashua, akawa na shida ingine. Familia ikielezea mzigo mkubwa wa kuwazika wapendo wao saba na gharama ambayo imeonekana kuwalemea. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie juu ya hash, most mortem na masaduku. Dada ya ndugu hao watatu waliofariki, Esther Wambui Kirubi akisimulia jinsi alivyoponea baada ya kuamua kusalia Longonot, walipokuwa wameenda kwenye mazishi. Wakati tulikuwa tunarudi, mimi nikawaambia sitarudi juu nataka kulala huko, kulikuwa na maombolezo lakini huyu bradha yangu akanisihi sana twende, lakini kamwambia mi sitaenda. Mfanyikazi wa boma hilo ambaye pia alimpoteza mwanawe kwenye ajali hiyo akisema atamzika mwanawe kwanza kabla ya kuhudhuria maziko ya wale wengine sita, ambao watazikwa baadaye. Tuliona tupeane space ili mtoto wangu mtoto wangu aende mbele ili ao wengine wapumzishwe baadaye juu au wako na